Mfahamu Laurent Nkunda Batware, mtusi mwenye asili ya Rwanda aliyepigana vita ya Kagame dhidi ya Wahutu na baadaye kushiriki vita ya kumpindua Mobutu chini ya Kabila. Uonevu ulimkimbiza msituni kusaka haki, mwishowe aliweza kudakwa kama kuku kwa danganya ya toto. Alizaliwa mwaka 1967 katika jimbo la Kivu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda mfupi baada ya kuzaliwa iliyokuwa inafahamika kama DRC ilibadilishwa jina na kuitwa Zaire na aliyekuwa dikteta hatari sana kipindi hicho aliyekuwa nafahamika kama Mobutu Sese Seko. Huu jamaa alikuwa ni hatari sana yaani, ni bora ukutane na chatu, itakukimbiza itakukosa, lakini ukikutana na Mobutu, wewe unakuwa ni wa RIP, yani rest in peace wa mavumbini. Mkunda alisoma chuo kikuu cha Kisangani na kuhitimu shahada ya kwanza saikolojia. Na baadaye alienda kufundisha shule ya sekondari ya Kichanga iliyoko Masisi kaskazini mwa Kivu mwaka 1993. Kabla ya mauaji ya kimbari ya nchini Rwanda, nchini DRC tayari Watusi walikuwa wanasakwa na kuuawa kinyama na Mobutu, hivyo Nkunda alikimbilia Rwanda na kujiunga na vuguvugu la RPF lililokuwa chini ya Paul Kagame. Wakati mauaji ya Watusi yakiendelea ya nchini Rwanda, kundi la RPF lilijipanga na mwaka 1994 Walisogea Kigali na kuzima mauaji ya kimbari. Baada ya kundi la RPF kushinda, wahutu wengi walikimbilia DRC kupata hifadhi ya ukimbizi. Mwaka uliofuata, wakimbizi wale waliunda vuguvugu la FAR ambalo lilikusanya vijana wa Kihutu na kuanza kupambana na Watusi kwa kuwaua na kuwafukuza DRC. Nkunda aliweza kurudi DRC Kongo na kujiunga na vuguvugu jipya la AFDL lililokuwa na mkusanyiko wa Watusi pamoja na wanamgambo wa kundi la PRP ikiwa chini ya mbwa mwitu Laurent Kabila. Kundi la AFDLO lilikuwa likipewa nguvu na Yoweri Museveni wa Uganda pamoja na Paul Kagame wa Rwanda, wakati wa kundi la FAR lilikuwa likipewa nguvu na Mobutu Sese Seko pamoja na waasi wa Angola. Ilipofika mwaka 1997 Laurent Kabila na AFDL walifika Kinshasa kuweza kumtoa Mobutu madarakani. Baada ya kuweza kufanikiwa kushinda Laurent Kabila akaanza kujitenga mdogo mdogo na Watusi ambao ndio walikuwa msaada kwake na ndio waliweza kumsaidia. Ilipofika mwaka 1998, ambapo wewe au mdogo wako walikuwa wakizaliwa, akaanza kuwatoa Watusi kwenye nafasi za juu za kijeshi na kuanza kuwapa mafunzo Wahutu. Museveni pamoja na Kagame na Watusi waliokuwa DRC Kongo walianzisha kikundi cha RCD kilichokuwa na lengo la kupambana na usaliti wa kabila Nkunda alienda kuongoza brigedia ya saba ya RCD iliyokuwa Goma, katika jaribio la kumwondoa Kabila madarakani. Kwa miaka minne, Nkunda aliongoza RCD kwenye vita inayosadikika kuwa ni ya kinyama zaidi kwenye historia ya Afrika. Majeshi ya Umoja wa Mataifa yaliweza kuwasili DRC Kongo mwaka 1999 na kutengeneza operesheni ghali zaidi katika historia ya Umoja wa Mataifa. Inasemekana kwa mwaka walikuwa wakitumia bajeti ya dola za Kimarekani bilioni moja kulinda amani. Nkunda alishutumiwa kwa mauaji ya mamia Goma na wakati mmoja askari wa umoja wa mataifa waliojaribu kuingia kwenye himaya yake aliwakimbiza na kukamata wawili na kuwaua kwa mkono wake. Vita ya DRC ilichagizwa pia na utajiri mkubwa wa madini uliokuwa kwenye ardhi yao. Inasemekana waasi wa RCD walikuwa wakisafirisha madini yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 30 kila mwaka kwenda Rwanda pamoja na Uganda. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2001 iliwashutumu Yoweri Museveni na Paul Kagame kwa uporaji wa madini ya Kongo. Hatimaye Laurent Kabila aliweza kuuawa mwaka elfu mbili na moja, na hatimaye kiti chake kikaweza kurithiwa na mwanaye Joseph Kabila. Aliweza kusaini makubaliano ya amani mwaka elfu mbili na mbili, na kuashiria y kukoma kwa vita iliyoweza kudumu kwa miaka minne. Licha ya kuisha kwa vita na ala CD kuunganishwa na jeshi la Kongo, ila Nkunda aligoma kutoka Kivu na mwaka elfu mbili na nne aliteka eneo la Bukavu lililopo kusini mwa Kivu kwa madai ya kuwa anawatetea Watusi ambao bado wanaweza kuonewa na Kongo. Mwaka mmoja baadaye, serikali ya Kongo ikatangaza rasmi kuanza kumsaka Nkunda kama mwasi na Nkunda akaweza kutangaza mpango wake wa kuipindua serikali ya Josef Kabila kutokana na ufisadi. Mwaka 2006 baada ya Josef Kabila kushinda uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia, Nkunda alianzisha tawi lake la siasa lililokuwa linafahamika kama CNDP na kujaribu kuiteka Goma bila mafanikio. Ilipofika mwaka 2007, Nkunda alipewa ofa ya dola milioni 2.5 na jumba la kifahari sana huko Afrika Kusini ili aweze kuondoka Kongo, ila yeye aligoma na kukataa kata kata. Nkunda alikuwa ni kichwa kigumu waise. Kuanzia hapo amekuwa na ofa na makubaliano mbalimbali baina ya Nkunda na serikali ya Kongo, ila Nkunda alionekana kutoyatilia maanani kabisa makubaliano hayo. Baada ya kujaribu kumkamata Nkunda bila mafanikio Rais Kabila aliingia makubaliano na Rais Kagame kumkamata Nkunda, ilikuwa ni mwaka 2009. Nkunda alikamatwa baada ya kuvuka boda ya Kongo na kuingia Rwanda alipodanganywa kuwa anaenda kufanya makubaliano ya amani. Tangu hapo Rwanda wamemshikilia licha ya makubaliano ya kumkabidhi kwa serikali ya Kongo, na mwaka 2010 mahakama kuu nchini Rwanda ilisema mashtaka ya Nkunda yatasikilizwa kwenye mahakama ya jeshi kwa sababu makosa yake si makosa ya kiraia. Mpaka leo Nkunda ameweza kushikiliwa na Rwanda na haijulikani hasa ameweza kupelekwa wapi, licha ya jumuiya ya kimataifa kupiga kelele sana kuwa inapaswa apewe hukumu, sio kushikwa isivyo kihalali. Laurent Nkunda anaingia kwenye historia kama mwanajeshi mwasi aliyeongoza mauaji ya maelfu ya raia bila huruma, kisa tamaa ya mali na madaraka, na mushowe akajikuta ameangukia mikononi mwa serikali ya Rwanda, Paul Kagame mpaka sasa hivi yupo naye Nkunda. Eh bana, mi natoa shukrani za dhati. Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Ilikuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu na taarifa mbalimbali, tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii imeandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kunufaika na makala zetu. bye bye.